watoto saba mpaka watoto hamsini wa kati ya watoto wachanga mia moja Kwa hiyo inaweza kuwaasiri watoto wachanga au watoto wadogo ambao wanatumia nepi au diapers. Kwa nini? Kwa sababu ya matumizi ya diapers au nepi katika umri wa mtoto mchanga. Katika karne hii, ambapo akina mama wengi wanaenda kazini, ni vyema kuhakikisha kwamba unajifunza vizuri na kumwelekeza yule mfanyakazi wako ambaye unamwachia mwanao kichanga, namna ya kubadilisha nepi au diapers na, na muda gani wa kuweza kubadilisha nepi au diapers. Na hali hii imekuwa ni hali kawaida kabisa kuwapata watoto na mara nyingi watoto ambao wanakuwa na umri wa kuanzia miezi tisa mpaka miezi kumi na mbili au mwaka mmoja ndio huwa wanapata zaidi, japo kwa inaweza kuathiri umri wowote ule wa mtoto ambaye anakuwa anatumia diapers au nepi. Sasa basi, unapokuwa unatumia nepi au diapers, kuna mambo yanaweza kuhatarisha mtoto wako mchanga au mtoto mdogo kuweza kupata upele ambao unatokana na matumizi ya nepi au diapers. Kihatarishi cha kwanza kabisa ni umri wa watoto hawa wachanga. Watoto hao wanakuwa na umri mdogo, na mwisho wa siku ngozi zao hazijakomaa. Kwa mwisho wa siku zinapokutana na msukosuko zinaweza kuharibika na mwisho wa siku yaleta shida kwa watoto wao. Lakini kihatarishi kingine ni mlo. Mtoto mchanga ambaye ananyonya maziwa ya mama yake tu anakuwa hana urahisi mkubwa sana wa kuweza kupata vipele kutokana na diapers, kwa sababu ya choo anachokipata kiwezi kuharibu ile ngozi yake, hata kama kitagusa sana na ngozi ya mtoto ambaye imezungukwa na nepi au diapers. Lakini vilevile kihatarishi kingine ni ubadilishwaji wa nepi au diapers. Mtoto mchanga ambaye anakaa muda mrefu na nepi au diapers, kwa muda mrefu na habadilishwi, ule unyevu ambao unakuwepo unaweza kumhatarisha kuweza kupata vipele kutokana na matumizi ya nepi au diapers. Kwa hiyo mama ambaye ana mtoto mchanga ni vyema kuhakikisha kwamba unakuwa makini sana haswa unapotumia hizi nepi au diapers, au hata kama unatumia pampers, ni vyema kuhakikisha kwamba mtoto wako unambadilisha mara kwa mara na usipombadilisha mara kwa mara inaweza ikapelekea kaota vipele vya kutokana na matumizi ya nepi au diapers. Sasa basi, upele kutokana na matumizi ya diapers au nepi umegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni upele kutokana na matumizi ya nepi au diapers. Kwa maana kwamba una mahusiano makubwa na matumizi ya nepi au diapers. Mama ambaye anatumia nepi au diapers kuna uwezekano mkubwa sana mtoto wake mchanga akapata upele kutokana au ugonjwa wa ngozi kutokana na matumizi ya diapers. Lakini vilevile kundi la pili ni kwa wale ambao inawezekana kuna upele ambao umeota kwenye ngozi ambayo inafunikwa na ile nepi, na mwisho wa siku hausababishwi na matumizi ya nepi. Kwa hiyo ile kundi la kwanza ni kwamba inawezekana upele umesababishwa na nepi au matumizi ya nepi au umeongezwa kutokana na matumizi ya nepi, na ndo kipindi cha leo ambacho napenda kuweza kuzungumzia. Sasa tukija kwenye kundi hili ambalo nusu ya watoto wachanga huwa wanapata katika vipindi fulani fulani vya umri wao ni matumizi ya nepi ambayo yanaweza kapelekea upele kutokana na matumizi ya nepi au diapers. Upele huu unasababishwa na sababu kubwa tatu. Sababu ya kwanza kabisa ni kuto kubadilisha nepi. Nepi inapokaa muda mrefu au diaper inapokaa muda mrefu kwenye mwili wa mtoto mchanga, endapo kama mtoto huyo amekojoa au amepata haja kubwa, mwisho wa siku inapokaa muda mrefu kuna na unyevu ule unyevu unaweza ukahatarisha ngozi ya mtoto ikaanza kuharibika na ikapata irritation na mwisho wa siku mtoto akaanza kupata upele ambao unatokana na diapers au akaanza kuona ngozi yake inabadilika, na inakuwa nyekundu, inakuwa na upele, lakini vilevile ngozi yake inaanza kubanduka. Lakini vilevile jambo vile, lingine ambalo linapelekea ni maambukizi ya fungus mtoto anapokaa katika mazingira ya unyevu, haswa eneo la ngozi kuzunguka ambamo imepita diapers kwa muda mrefu, ule unyevu, fungus wanaweza kukua na mwisho wa siku kazaliana, na mwisho wa siku mtoto anaweza kawa na upele ambao ulianza mwanzo kwa sababu ya kuchomwa na ule mkojo au kinyesi cha muda mrefu, ule unyevu, na mwisho wa siku akapata pia maambukizi ya fungus. Kitu ambacho inaweza kapelekea pia changamoto katika umri wake ambao ni mdogo. Lakini vilevile jambo kubwa lingine la tatu ambalo linaweza likapelekea ni kutokana na allergy au kudhurika kwa ya matumizi ya nepi au baadhi ya diapers au pampers. Kuna baadhi ya watoto wakitumia baadhi ya kampuni fulani za pampers huwa wanapata kama allergy ambayo inatokea kama reaction kwenye ngozi yao na mwisho wa siku inakuwa kama upele ambao umesababishwa na diapers au nepi. Lile kundi la pili ambayo nimeweza kuzungumzia kwamba ni ugonjwa au upele ambao unatokea maeneo kuzunguka au ngozi, unatokea kwenye ngozi ambayo imefunikwa na diapers au nepi, lakini hauna mahusiano na diapers kwa maana kwamba kuna magonjwa kwa mfano ya ngozi ambayo tunaita atopic dermatitis, seborrheic dermatitis, lakini vilevile vile kuna magonjwa kwa mfano maambukizi ya bakteria, kuna scabies. Hii inaweza ikasababishwa na inaweza katokea sehemu nyingine ya ngozi, japokuwa endapo ikitokea kwenye mazingira ambayo unamvisha nepi yako au unamvalisha ile nepi au diapers ni vigumu kuweza kutofautisha. Kwa hiyo wewe kama mama mzazi au kama mlezi, ni ngumu sana kuweza kutofautisha magonjwa haya ya ngozi kama yamesababishwa na diapers au yamesababishwa na magonjwa ya ngozi au maambukizi ya bakteria au maambukizi ya fungus. Lakini kikubwa, dalili ambazo unaweza kuziona kwa mtoto ambaye ana upele kutokana na matumizi ya nepi au diapers, dalili ya kwanza kabisa, utaanza kuona kwamba ngozi ambayo huwa inafunikwa na diapers inaanza kuwa na rangi nyekundu. Lakini vivyo hivyo inaweza ikaanza kuwa na upele ambao wakati mwingine inaweza ikapelekea ngozi kawa inachubuka, na wakati mwingine ikatokea vijipele vidogo vidogo, na mara nyingine kama ni diapers ndio imesababisha na hakuna maambukizi ya fungus, basi utakuta kwamba ule upele kwenye sehemu zile zenye mikunjo ya ngozi hamna upele. Na kama atakuwa na maambukizi ya fungus, basi utakuta ule upele unaelekea kuwa kama una rangi nyeusi nyeusi, lakini ukiona upele mpaka umeathiri kwenye sehemu zile za mikunjo, kwa mfano katikati ya kati ya maungio ya mapaja, maana yake hiyo ni fungus. Na mwisho wa siku inaweza kawa na upele ambao ndani yake kuna una majimaji na unatengeneza maji. Mtoto anaweza kawa anajikuna kama ni mkubwa kidogo, kama ni mdogo utakuta analia na, anakuwa na ile anicomfortability kama kuna maambukizi ya bakteria unaweza kukuta kuna vidonda vinatoa usaha na dalili nyingine, lakini kwa kutokana tu na diapers, utakuta kuna upele mdogo mdogo ambao ngozi inakuwa nyekundu, lakini vile vile haitaathiri mikunjo ya ngozi na utakuta kabisa kwamba ngozi ya mtoto wako inachubuka au kuna vipele vidogo, vidogo ambao vinaonekana. Kwa hiyo, hiyo ni ujue kwamba ni upele ambao unasababishwa na matumizi ya nepi au diapers. Na hii utaangalia kwamba vihatarishi ambavyo nimeweza kuzungumza, lakini vile vile na mtindo wa maisha kwa maana kwamba je, unabadilisha hizo nepi? Kama ubadilishi, basi ujue kama imemhatarisha mwanao kuweza kupata vipele kutokana na matumizi ya nepi au diapers. Sasa basi, kuna mambo ambayo unaweza kufanya ukiwa katika mazingira ya nyumbani. Upele ambao unatokana na diapers mara nyingi unaweza kutibiwa ukiwa nyumbani tu, hauhitaji kwenda hospitali. Utaenda hospitali, kuna dalili ambazo nitataja ambazo ukiziona unaweza kutakiwa kwenda hospitali. Kwa mambo ambayo unaweza kufanya au katibu wakati ukiwa, ukiwa nyumbani, jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kuweza kufanya kama mtoto wako ameshakuwa na upele na unahisi unatokana na matumizi ya nepi au diapers, hakikisha kwamba mtoto wako unampunguza uwezekano wa kumvalisha diapers au nepi kwa hiyo muda mwingi mwache akiwa wazi, hewa inapoingia kule sehemu za siri zinakuwa na ukavu. Kwa maana kwamba ule pele unaweza ukawa mazingira ya sehemu za siri, lakini vile vile kwenye mapaja, unaweza ukawa sehemu ya chini ya tumbo, lakini vile vile na sehemu za mapaja au kwa ndani. Ni vema kuhakikisha kwamba mtoto anakaa muda mrefu bila kutumia eh, pampas au bila kutumia nepi ili kuhakikisha kwamba hewa inaingia na anaweza kupona kwa wakati. Lakini vile vile kama unaona upo mazingira ambayo mtoto anahitaji kuweza kuvaa nepi au diaper, basi nimvalishe kwa vipindi vifupi afu baada ya muda fulani muache muda mrefu akiwa hajavaa. Lakini vile vile jambo lingine ambalo unatakiwa kuweza kufanya ni kuhakikisha kwamba unampaka mafuta mwanao. Mafuta ambayo yanapendekezwa unaweza kutumia mafuta ya nazi au kutumia mafuta ya Vaseline ya mgando, ambapo ukampaka zile sehemu zote ambako diapers zinapita. Unapopaka unatengeneza E, kama ukuta ambao unahakikisha kwamba ile diaper au nepi haitashikiza na ngozi kwa sababu kwa nyingine zinaweza zikashikana na ngozi kama hujapaka mafuta, na mwisho wa siku inapelekea ngozi kuweza kuwa irritated na mwisho wa siku unamwatarisha mwanao kuweza kupata vipele. Au hata kama amepata vipele, ni vyema kuhakikisha kwamba unampaka mafuta, unahakikisha mazingira yale yako masafi na unamvisha diapers yake. Kwa hiyo kila unapombadilisha diapers, hakikisha kwamba umepaka mafuta. Lakini vile jambo lingine ambalo unaweza kufanya kuhakikisha kwamba unambadilisha kwa maana kwamba, mara kwa mara, kwa hiyo kwa kila anapokuwa amepata choo au haja ndogo, unapohisi kwamba diaper au nepi imeloa, ni vyema kuweza kumbadilisha. Usinguma wa shishe muda mrefu na unyevu. Kama unashindwa kuweza kuhakikisha kwamba labda mtoto ameloa au la, ni vyema kuhakikisha kwamba unabadilisha kila baada ya masaa mawili. Kwa hiyo kila baada ya masaa mawili unatoa hiyo nepi yako au daipa yako, ili mtoto uweza kumbadilisha nyingine na kuepusha kuwa na unyevu muda mrefu. Ni vema kuhakikisha kwamba unatumia baadhi ya wipes, japokuwa si zote ambazo ni nzuri. Kuna baadhi ya wipes zinakuwa na kemikali ambazo zinaweza kuwa na allergy kwa mwanao. Kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba unatumia baadhi ya wipes, na ukiona unatumia wipes mtoto wako haponi, labda siku mbili mpaka tatu, vile vipele havipungui, basi unaweza ukatumia baadhi ya vitambaa ambavyo vimetengenezwa na pamba ile laini na ukachovya kwenye maji ya uvuguvugu basi ukampukuta mwanao katika yale mazingira ya vidonda au katika zile sehemu ambazo unahitaji kuweza kumsafisha, na unavyompukuta ni vyema kuweza kama kumgusisha kuliko kusqueeze au kuvuta au kuburuza. Unapoburuza unaweza kumuumiza zaidi mwanao. Lakini vile, jambo lingine usipake poda yale mazingira ambayo kumekuwa na vidonda, usitumie poda. Au hata kama wewe unambadilisha tu hana vidonda au hana, hana vipele usitumie poda, poda sio nzuri, akavuta poda unga wake na ukaingia kwenye mfumo wa, wa hewa na mwisho wake ukaleta madhara katika umri wake ambao amekuwa ni mdogo. Lakini vilevile ni vyema kuhakikisha kwamba unazingatia usafi na mtoto wako anatakuwa katika mazingira ya usafi na kuhakikisha kwamba amekuwa mkavu, mazingira yake ya sehemu za siri na sehemu zote ambazo diapers inapita, ili kuhakikisha kwamba unamwepushia uwezekano wa kuwa na vipele. Ukiona umefanya mambo yote, ule upele bado umeendelea kuwepo, labda umefanya kwa muda wa siku mbili au mpaka tatu, unaona hamna kupungua na unazidi kuongezeka, ni vyema kuweza kwenda hospitali, utaenda kuandikiwa dawa lakini vilevile ukiona kuna dalili nyingine hatarishi, kwa mfano kama homa, labda mtoto anaota vidonda vinatoka usaha, lakini vile vile mtoto labda ule upele umeendelea kuongezeka kwa kasi vile mtoto wako anaonyesha dalili zote zile ambazo ni za hatari, dalili zote ambazo ni hatarishi. Mambo gani ambayo unaweza kufanya ili kuweza kumuepusha mwanao kuweza kupata upele kutokana na matumizi ya nepi au diapers? Baada ya masaa mawili badilisha, au kama unahisi mtoto amekojoa au amepata choo ni vyema kuweza kubadilisha. Jambo lingine, unavyobadilisha nepi hakikisha kwamba umempaka mafuta ya kutosha, ile mazingira yote ambayo inapita ile nepi au diapers. Mafuta unaweza kutumia mafuta ya nazi au vaseline, usiweke poda. Lakini vile vile hakikisha kwamba unatumia wipes. Sio kila wipes zinaweza kutumika, ni vyema kuweza kutafuta brand ambayo ni nzuri na ukatumia, kwa sababu kuna nyingine ambazo zina kemikali ambazo si nzuri. Katika karne hii ambapo akina mama wengi wanaenda kazini, ni vyema kuhakikisha kwamba unajifunza vizuri na kumwelekeza yule mfanyakazi wako ambaye unamwachia mwanao kichanga namna ya kubadilisha nepi au diapers, na namna gani wa kuweza kubadilisha nepi au diapers. Kwa sababu anapokaa, kwa sababu mtoto wako mchanga anapokaa muda mrefu na diapers kuna hatari kubwa sana ya kuweza kupata upele au ugonjwa wa ngozi kutokana na matumizi ya nepi au diapers. Kwa hiyo muelekeze vizuri kutokana na elimu ambayo nimekuelekeza siku ya leo ili kuhakikisha kwamba mwanao mchanga anakuwa anapunguziwa ile hatari ya kuwa na upele kutokana na diapers. Tunajua kwamba katika karne hii ambayo kina mama nao wamekuwa wakienda kazini, watoto wachanga huwa wanaachiwa wa kina dada ambao ni wafanyakazi kwao, ni vema kuweza kujua kwamba muda gani wa kuweza kubadilisha nepi, lakini vilevile vile wakati gani ambapo nepi haitakiwi kuweza kutumika, na wakati gani ambapo unamhatarisha mtoto mchanga kuweza kupata upele kutokana na matumizi ya nepi au diapers. Inawezekana unajiuliza swali kwamba mtoto wako ana homa na unajiuliza kwamba ili ujue kwamba mtoto wako ana homa, joto linatakiwa liwe ngapi. Unaweza click suggestion hiyo hapo, kasikiza video kuhusiana na homa kwa mtoto mchanga. Karibu sana.